Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, mtakumbuka kwamba mkutano mkuu maalum wa tarehe 18 na 19 Januari 2025 ulipokea taarifa ya halmashauri kuu ya CCM Taifa kuhusu utekelezaji wa kazi za ju za chama na jumuiya zake kwa kipindi cha miaka miwili 2022 2024, lakini vile vile tulipokea taarifa utekelezaji wa ilani ya CCM um, ya uchaguzi ya mwaka 2020 2025 kwa kipindi cha miaka minne mpaka mwaka jana uliofanywa na serikali zetu mbili. Tulifanya marekebisho madogo ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 na likawa toleo la 2025 na kumchagua makamu mwenyekiti wa CCM bara. Vilevile vile mkutano ule kwa kuzingatia ibara ya mia moja kifungu kidogo cha pili na ibara ya mia moja na moja kifungu cha uh, kidogo cha tano fungu kidogo cha B uh, za katiba ya CCM ya mwaka 1977 ulimaliza kazi ya kuteua mgombea ya wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mgombea mwenza. Aidha, ulimthibitisha mgombea wa urais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi baada ya kuteuliwa na halmashauri kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa mkutano mkuu huu ni sehemu muhimu ya maandalizi ya chama chetu kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 kama inavyoonekana kwenye ratiba ya mkutano huu ajenda kuu tutakayojadili kuanzia leo kuangalia yaliyomo kwenye ilani tunayokwenda kuinadi kwa wananchi katika uchaguzi ujao Takumbukwa kuwa katika kutekeleza jukumu lake la kikatiba lililoainishwa chini ya ibara mia moja na tatu ki fungu kidogo cha nne ya katiba ya Chama Cha Mapinduzi, halmashauri kuu ya CCM Taifa katika kikao chake kilichofanyika Dodoma tarehe kumi Machi mwaka huu, pamoja na mambo mengine, ilipokea na kuthibitisha ilani ya Chama Cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi kwa mwaka huu. Hivyo basi kesho tutafanya uzinduzi wa ilani tutakayokwenda kuinadi kwa wananchi ili watupe imani na ridhaa watupe imani na ridhaa kuturudisha kuendelea serikalini katika kipindi kingine cha miaka mitano. CCM oyee! Niwahakikishie kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu hii tunayokwenda nayo imeandaliwa kwa weledi mkubwa. Vilevile imeandaliwa na washi, na kuwashirikisha wananchi wenyewe, asasi za kiraia, taasisi za elimu ya juu na wadau wengine wengi kutoka makundi mbalimbali ya kijamii. Aidha, ilani yetu imeainisha vipaumbele vya chama ambavyo muda utakapowadia vitawekwa bayana hapa. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, kama mnavyofahamu, ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu ya mwaka ishi 25 ile iliyopita tunayoimalizia iliakisi kipindi cha kwanza cha miaka mitano utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha miaka 2020 2030. Hivyo ilani ya uchaguzi mkuu ya mwaka huu 2025 inaakisi kipindi cha pili na cha mwisho cha utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030. Hivyo, kabla hatujaendelea mbele, tumeona ni muhimu aa, kabla hatujaiwasilisha i... ilani hii kwenu, tumeona ni muhimu tufanye tena mapitio ya utekelezaji wa ilani iliyopita kwa miaka mitano, na ndiyo kazi utakayoifanya leo na kesho. tuta wasilisha ilani hii tunayokwenda nayo ina vitu gani ndani na tutaizindua rasmi. Matarajio yangu ni kuwa baada ya kupokea taarifa za serikali za utekelezaji wa ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020-2025 pamoja na uzinduzi rasmi wa ilani ya uchaguzi mkuu hii mpya, wajumbe wote wa mkutano mkuu, maalum, mkutano mkuu huu kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi. Wakati utakapofika jukumu hili litakuwa sambamba na kuyatangaza kwa, kwa wananchi mafanikio yaliyofikiwa na CCM katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka tunayoimalizia